Hapa Luanda ndio tunazungumza sisi tunatumia dawa za kulevya. Samuel la Opchasai ni mmoja vijana waliotangaza vita dhidi ya mihadarati kwa kuchagua kujikita katika biashara. Sasa anafanya kazi ya kinyozi, kazi anayosema imempa kipato na mwelekeo mpya wa maisha. Mimi nimejitolea ambapo nilienda shule nikajifunzia kazi ya mkono ambapo sasa hii naitumia kwa kufanya sasa hii nikipata mkatanga kila siku. Kwa vijana wengine kama Morris Kamsoi, ubunifu umefungua njia ya kujipatia riziki. Morris anatengeneza bidhaa za mbao ambazo zimegeuka kuwa chanzo cha mapato na fahari kwake. Kujituma tu angalau kuepuka kaa na wale vijana wabayabaya, kwa sababu naona nijitume. Hao vijana tu, niepuke kaa nao sana, sababu nikikaa hata mimi natumia mihadarati. Wakati huo huo, Angosam na wenzake wanachochea mabadiliko haya kwa kuongoza vijana wenzao katika safari ya kujijenga upya na kuachana na uraibu. uh, siku hizi uh, kulingana na jinsi hali ilivyo, mambo yanabadilika kila kuchao na tukizingatia, na hapo awali, inaweza nikasema kwamba vijana wa eneo hili la Luanda hakika wanabadilika. Hata hivyo, pamoja na hatua kubwa zilizopigwa changamoto kama ukosefu wa maeneo rasmi ya biashara bado zinawakabili. Felix Kyalo, kaunti ya Vihiga, RFI Kiswahili.